Changamoto ya kukojoa mara kwa mara hasa zile nyakati za usiku. Aa, unapata maumivu wakati unakojoa au ukikojoa mkojo unatoka kidogo kidogo, au unakuwa pressure yako inakuwa ndogo kiasi ambacho kinadondoka karibu na mguuni. Lakini unaona sometimes unashindwa kabisa kukojoa, unahisi mkojo umekubana, ukienda chooni mkojo hautoki eh? Ushakojoa, ushaanza kukojoa unahisi kuna matone matone ya mkojo yanaendelea kutoka. Hizi zote ni dalili za kuwa na tezi dume. Tezi dume hii ni tezi maalum inayopatikana kwa kila mwanaume. Tezi hii ipo chini ya kibofu cha mkojo. Tezi hii physiologically inaongezeka kiumbo kadiri umri unavyoongezeka, na mara nyingi dalili hizi mwanaume unaofika miaka arobaini na tano, hamsini hadi sitini unaanza kuziona dalili hizi. Uh, kama ni wewe au unamfahamu mtu ambaye ana dalili hizi, ni dalili za kuwa na changamoto ya BPH tezi dume. Unaweza kutoka namba zangu kwa ushauri na tiba. karibuni sana.